Karibu mtazamaji, nikikusihi usalie nami kuanzia sasa hadi mida ya saa moja unusu, nikujuze kulikoni. Brian Muraru atanisaidia kukupatia taarifa hizi kwa lugha ishara. Mtazamaji, tunaanza na ziara ya rais William Ruto katika eneo la mlima Kenya na rais William Ruto amekosoa waraka uliotolewa na mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango uliowapiga marufuku magavana kutoa fedha za basari kwa wanafunzi wa msingi kwa misingi ya mkinzano wa majukumu. Rais alitoa agizo hilo akisema kwamba lilikosa kuzingatia mahitaji ya watu, akiongeza kwamba wanafunzi kutoka familia maskini kwenye ngazi za kitaifa na za kaunti wanafaa kufadhiliwa ili waendelee na masomo yao. Ripota wetu Abdiaziz Hashim anaarifu zaidi. Katika siku ya tatu ya ziara ya kikazi eneo la kati mwa nchi rais William Ruto alizuru kaunti za Nyandarua na Murang'a <mulia> ni wakati wa ziara yake ya kimaendeleo katika eneo la Kangema, kaunti ya Murang'a, ambapo rais alipuuzilia mbali waraka wa mdhibiti wa bajeti Daktari Margaret Nyakango uliolenga kuwapiga marufuku magavana kutoa basari kwa wanafunzi kwenye kaunti. Mimi sikubaliani na ule mama ambaye alisema huyo komtola bajeti alisema ya kwamba ati county governments hawafai kupatiana basari Rais alishikilia kwamba wakati wa utawala wake hakuna mwanafunzi atakayenyimwa usaidizi wa kifedha wa masomo, na hata walikuwa wamekataa ati uh, uh, county government watitoe chakula kwa watoto. Mimi nataka nikubaliane na wewe Bwana Kang'ata, na wewe Council of Governors, mfanye kazi pamoja na sisi ili tukubaliane, ama tumueleze controller of budget umuhimu ya kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata basari kama pesa inatoka national government ama inatoa county government, ni watoto wa Kenya na ni pesa ya Kenya. Wakati huo huo, Rais William Ruto alisema wakulima wa chai, kahawa, wafugaji wa ng'ombe na wakulima wengine watapokea malipo bora kwa mazao yao. Na shida ya kahawa ni kwamba kulikuwa na watu pale, matapeli, watu wa kora, mtu mmoja ako na license ati yeye ni mkulima yeye ni mila, yeye ni broker, yeye ndiye ananunua eh, eh, kahawa yetu kule kwa Nairobi Coffee Exchange. Mimi sasa ndio deputy president, kazi yangu ni kusaidia rais kufuatilia ile maendeleo yamesema, ile miradi imebaki mimi ndio nitakuja nifuatilie ili ikamilike haraka. Siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 pia zilisheheni. Mimi kama waziri hata makijaribu kunifuruta niende nitoke nje ya serikali, mnafikiria nitatoka? Tangu Tuesday majameni, wenzetu wa Kenya, tangu Tuesday mheshimiwa amezindua miradi na miradi na miradi, sio ile ya kuambiana ati itakuja, na musiwekwe uoga na hawa watu wa kupiga kelele, si ndio? kelele wapige, sisi tuangalie mambo ya kazi. Sisi tunasema tunaendelea kusonga na kasongo, ni KBB kumi bila break. Wale wanaodanganya msikuwe registered, hao wako registered. kwa hivyo ni vizuri sana usiseme haifanyi kazi register, utaona inafanya. Wakati wa ziara hiyo, Rais alikagua ujenzi unaoendelea wa hospitali ya matibabu maalum ya JM Karioki yenye vitanda 142 vya wagonjwa na kuzindua mradi wa unganishaji umeme katika kituo cha jua kali mjini Olkalau. Pia alikagua mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu mjini Olkalau na kuweka jiwe la msingi kwa soko la kisasa la injinia. Katika kaunti ya Murang'a, Rais alikagua soko la Karugia na miradi ya unyunyizaji maji mashamba ya Kaihi na Maragua Ridge pamoja na kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu katika eneo la Makuyu. Abdiaziz Hashim kutoka kaunti ya Murang'a, Darubini.